Sharifa Yusuf Nabalang'anya ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Gairo. Leo tarehe 28 mwezi wa sita, nimetembelea baadhi ya miradi kwenye halmashauri yetu. Nimetembelea ujenzi wa bwalo kwenye sekondari yetu ya Gairo na mradi huu kwenye hatua za ukamilishaji ni kama 97, wakati wote mradi unakamilika. Lakini pia nimetembelea ujenzi wa shule mpya ya sekondari, ni mradi wa SEKWIP. Shule iko kwenye kata ya Gairo, kijiji cha Malimbika, na mradi na wenyewe uko kwenye zaidi ya asilimia 98, wakati wote unakamilika. Shule ya sekondari ya amali hapa kwenye kata ya Rubeho, kijiji cha Kupipa, mradi ni mzuri, uko kwenye hatua za mwisho kabisa. Naamini sisi ni mashuhuda, tumefuatilia sana kwa karibu ziara ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa mkoa wa Simiu katika miradi ambayo alitembelea alitembelea pia mradi wa aina hii wa shule ya amali na aliweka jiwe la msingi kwa niaba ya miradi yote. Miradi hii iko kwenye kila mkoa, na kwa mkoa wa Morogoro sisi wilaya Gairo tumepata bahati hii ya kuwa na mradi huu. Tumie fursa hii kipekee kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari samia Suluhu Hassan kwa kutuletea shilingi bilioni moja na milioni mia sita ajili ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa. Lakini pia nimshukuru kipekee Mheshimiwa Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa kwa kuona Gairo inastahili kuletewa hizi fedha na niwathibitishie tu fedha hizi tumezitumia vizuri. Mradi huu una majengo yafuatayo: tuna jengo la utawala, tuna nyumba ya mwalimu, tuna madarasa, tuna majengo ya maabara, tuna majengo ya ICT tuna mabweni manne, mabweni mawili kwa ajili ya wavulana na mabweni mawili kwa ajili ya watoto wa kike, tuna bwalo la chakula, tuna karakana aa, moja kwa ajili ya uwashi na karakana nyingine kwa ajili ya kazi za kuchomelea. Lakini pia tuna viwanja vya mpira. Ni mradi mkubwa, ni mradi mzuri, na lengo la serikali kama ambavyo tumeona sera ya elimu imeboreshwa mradi ambao utatoa zaidi ya ile elimu ya sekondari ambayo tumeizoea. Mradi huu ukikamilika, utaenda kutoa elimu maalum ya mafunzo ambayo, baada ya miaka minne, watu wakimaliza yatawezesha kujiajiri wao wenyewe, lakini pia nafasi za kuendelea kwenye vyuo vingine vya ufundi. Kwa hiyo sisi wanagairo tuna kila sababu ya kuishukuru